Kaa mkao wa kuchumbiwa. Kuna mkao wa kuchumbiwa mm. Binti unataka kuolewa, basi jitambue kwamba sasa, sasa umekuwa binti wa kuolewa. Wewe husomi, shule umemaliza, umri umefika, kaa kwenye target. Haleluya! Jikubali, patikana. Tunaambia mabinti, be, be available but not touchable. Upatikane lakini usiguswe guswe Patikana. Acha kiburi. Salimia watu. Tabasamu. Mm. Tembea kimkakati. Unajiendea ndio tu kama nyumba ah. Msitembea kimkakati. Salimia zote. Stella, mambo safi. Sasa hivi Stella huonekani. Nipo. Mm. Karibuni nyumbani. Ongea vizuri na watu, patikana.